Mstari wa kumi na saba inasema, nasema basi, imani chanzo chake chanzo chake ni kusikia na kusikia na kusikia huja kwa neno la kwa neno la Kristo. Na kusikia huja kwa neno la mchungaji mganda hapana? Eh, hapana. Kusikia kunakuja kwa neno la nani? La Kristo, chanzo chake na kule kusikia kunatokana na neno la nani? Kwa hivyo waliposhindwa kuamini, maana yake hawakutii neno, na kutokutii ni kuokuamini, na wakakolifai kukufa jangwani. Sisi leo tunakauli, tunasema kwamba Mungu ni mwenye rehema Mungu ni mwenye rehema na, na tunang'ang'ana sana, hatujui kwamba neema yake inatuwezesha kutii. Ndio maana Tito anasema neema ya Mungu imefunuliwa nayo yatufanyaje? yatufundisha kukataa nini? hatujawahi kuwa na neema inayotuhimiza tubaki dhambini leo bili kama hayo mzaa aliyosema. Kwa nini watu wanaambiwa, ah, endelea tu, Mungu ni mwema, wendo wake ni mkubwa, kina chake ni kikubwa, neema yake kubwa.